Hii barabara uh, inafaidisha sisi, iko manufaa mzuri sana kwa hii jamii ya kula location hii bar, bali barabara inapitia jamii inafaidika. Inafaidika namna gani? kama hii barabara inakuwa sawa, uh, safari yetu ya Isiolo inakuwa 20 minutes kwenda na kurudi ni 40 minutes. Kama hii barabara nakuwa mzuri, uh, faida tena, ameajiriwa lot 2 watoto kama salasini ameajiriwa sisi watoto kama salasini lot 1 sasa. Kwa hii location karibu watu sabini nakula mshara kwa hii barabara, hata hiyo ni faida kubwa sana kwetu. Na pia profit, profit yetu matrio ya mchanga ile natengeleza na hii barabara katika hii location tumefaidika kwa hii, kwa hiyo profit kwa hiyo profit amejengea sisi fence ya chule Kulamawe peremale amejengea sisi fence ya Dabasiti Primary, amejengea sisi fence ya hospitali, amejengea sisi ofisi ya head teacher ya room 4 Dabasiti Primary. Tumefaidika kiasi hiyo. Kwa hivyo hii barabara ameinua sisi kidogo. Ameinua sisi kidogo tumefaidika. Na pia tena hata hii barabara samani, kutoka Kulamawe paka Modogashe iko magaidi nasumbua watu kwa hii barabara hii sasa kutoka nahi projet naingia makamoja uliopita salama. Hata sisi tumefaidika kiasio, hata salama amepatikana. Bank tunashukuru sana sisi hii barabara tunashukuru sana World Bank kukumbuka sisi sisi tumebaki maka sitini nyuma ya Kenya amehenua sisi kama hii barabara anarekebika. World Bank amehenua sisi kama Mkenya. Uh, Mheshimiwa Ruto tunashukuru sana, kwa maana yeye ndio president ya Kenya mzima ametunza sisi na amechunga sisi na amepatia sisi project aje. Kwa hivyo tunashukuru sana wale wanajengea sisi barabara. I am engineer Justus Otwali uh, the resident engineer for the Kulamawe Modogashe uh, road project uh, which is part of a uh, package one uh, package 1 entails uh, lot 1 and lot 2 lot 1 being 77 kilometers and lot 2 being 128 kilometers long currently we are about 40 percent complete the project started in September uh, 2022

Uh, right now the immediate benefits that have accrued to the community include reduction in uh, travelling time. Uh, before we used to take at least two and a half hours uh, between Isiolo and uh, our campsite here in Garbatula but the time has now reduced to about uh, one and a half hours uh, travel time. By the time uh, the project is complete we expect that uh, that uh, is going to reduce even further. So today I would like to thank uh, the government uh, delivery uh, unit um, led by um, uh, the head of GDU uh, Dr. Orlando for paying us a visit and for the support that he has given us since yesterday visiting Lot 1 and today visiting Lot 2 to ensure that the challenges that we are facing are resolved in good time so that this project is delivered watu hata mali awana huko hawana mali ya, ma, ma, wana ya sahii wanatafuta ardhi mpya, na hiyo pesa wanalipa pia ni kidogo, na hiyo kidogo naye hawapati kwa haraka. minaomba serikali yetu ya Kenya watuharakishe hiyo pesa watu wapate, kwamba sisi yao project ianze. Asanteni sana, tunashukuru serikali ya Kenya na hii mradi ya barabara, kwa kukumbuka sana kwa mara ya kwanza wafugaji Serikali yetu wa Kenya ambaye anaongozwa na Ruto ametukumbuka kwa mara ya kwanza, from hiyo mwaka nyuma tumehangaika juu ya hii mambo ya barabara. Basi sasa hii mradi imekuja na barabara imefunguka, tuko kama Wakenya wengine. Tena watu wa CDI ambaye wamekuja kwa sababu hii mradi wametusaidia sana hii community. Along the horn of uh, Afrika yenye ina link hii barabara wametu train mambo GBV, ambaye zamani ilikuwa watu hawana hiyo awareness, walikuwa tu wanafunga kwa nyumba kama wako na shida wamenyamazia kwa nyumba, lakini sasa watu wa CDI, wame train, wame create awareness, wametupatia number in case of any problem unapiga simu na unapata usaidizi kwa haraka. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hii mradi ya barabara naitwa barabara asanteni. Naitwa na Amina Guyo, mimi ni community health promoter wa Kulamawe Isiolo County na Garba Sub County. Kabla tujaanza hii miradi, sisi tuko na shida ya transport, kwanza shida ya barabara, yaani kwanza mvua ikinyesha gari haipitiki, kwa maana inakoma kwa matope. Chakula tunaongojea kwa Isiolo inakaa karibu siku tano. Na wale pengine kama wa mama mja wazito akikuwa na complication kidogo kutoka kwenda Isiolo inachukua masaa nane hivi. Juu hatuna ambulance ya kupeleka hata tukipata hiyo ambulance inachukua masaa mingi labda hata hiyo mama kabla hajasaidika atakufa kwa barabara yeye na mtoto pamoja. Sasa kutoka tangu hii barabara ianze Tuko na transporti yetu yani, hata dawa inakuja na mazaa, hata mama wakipata complication wanafika haraka wasaidike. Sasa wakati wa mbeleni hatuna barabara tazini, at, atufanani na wakenya wenzetu unaona. Sasa tangu barabara ianze mepata faida nyingi, hatuna tatizo mingi sana kama chanja. Asanteni. Delivery unit. Kwa kweli leo tumefika hapa tukishirikiana na County Commissioner timu yake na washikadao wote kufuatilia ile ahadi rais wetu Daktari William Ruto alipeana kwa wenyeji wa sehemu hii ya kaskazini mwa Kenya, ahadi kubwa ambayo aliahidi saba mwezi wa pili mwaka huu 2025, ilikuwa kuweka lami kwa hii barabara ya Isiolo hadi Elwak vile mmesikia tumezingatia matakwa ya jamii ya kwamba pia si barabara tu, lakini waletewe miradi ya, ya kuinua jamii kama maji, kuna mambo ya, ya matibabu na hata vile tumeomba sasa tuongeze police stations. Hiu mradi ulikuwa na umehitimu asilimia hamsini na tano, tuna furaha ya kwamba mwanakandarasi contractor tuko pale na shirika la serikali tekelezi Kenha, tuko vilevile vile na washauri consultants, tumeshirikiana vizuri, wamefika asilimia 45. langu ni kuahimiza ya kwamba kuendelea mbele, ni azimio la rais ya kwamba mradi huu ukifika mwisho wa mwezi wa kumi na mbili mwaka huu, wakuwa wameweka lami imefika kiwango cha kilomita 60 na zaidi la pili tunahakisha ya kwamba ofisi ya rais imezingatia masuala ya fidia, vile kamishna wa Isiolo amesema, na wiki mbili zijazo tumambia kenha waakisha ya kwamba wafidia ote, fidia yote wale ambao wanaafektiwa na huu mradi project affected persons wamepewa pesa zao, na pale penye kuna tatizo ama ushawishi unahitajika, waje kwa ground washirikiane na commissioner, ili watu walipo fidia yao. La pili, ningependa kuwaomba viongozi wa sehemu hii, bila usalama na amani, hii azimio yetu ya maendeleo hatutapata. Sasa tunaomba ya kwamba viongozi washirikiane na vitengo vya usalama, vitengo vya ushauri, vitengo vyote vya serikali chini ya kamishna wetu bwana Kiprop. Vilevile tunaomba wenyeji kuna miradi na kazi zinajitokeza waje wanufaike kwa mradi. Mradi huu utafaidi wakaazi wa Isiolo, utafaidi wakaazi wa Meru, wakaazi wa pande za Garissa waja na vilevile vile Mandera. Tukimaliza kuna zaidi ya vijana elfu mbili wameajiriwa hapa. Tumesisitiza kwa wanakandarasi na wasimamizi ya kwamba vijana wa mji huu huu mradi ni awamu ya kwanza, kuna awamu ya pili kuelekea upande wa Mandera. Hii awamu ya kwanza ambayo iko katikati ya Isiolo na Meru, vijana asilimia, asilimia ya, waka, ya wa, wafanyikazi kwa huu mradi asilimia themanini ni wa hapa, ishirini ni wale ambao wa, wakifundi Halkano, toka hapo mbeleni kabla ya kwanza hii miradi ya barabara, tuko na shida sana, hatuna barabara, barabara hakuna, hakuna maendeleo. Lakini sasa tangu barabara itengenezwe, maendeleo inakuja kwa wingi, inatufungulia mlango. Hata sisi tunajihesabu tuna kama Wakenya kwa sababu hii miradi ya barabara imeanza kutufaidi tayari, watoto wetu youth wanaandikwa kazi, wanapata pesa, na baada ya kumalizika kwa barabara mi, baada ya kumalizika kwa miradi, funguo ya biashara inakuwa mingi sana, magari zinakuja, biashara zinafunguka, na sisi naye kama wafugaji tunafaidika, na tunashukuru serikali yetu ya Kenya, na barabara ikiisha hii sehemu yetu itashikana na Northern Kenya vizuri. Barabara itafunguka, biashara itakuwa mingi, maendeleo itakuja, na sisi naye tunajihesabu kama wa Kenya. Uh, David Kiprop uh, County Commissioner Isiolo. Um, eh, uh, we are here uh, to check on uh, progress of works uh, regarding eh, uh, uh, the Horn of Africa uh, Gateway Development Project.

Kulamawe uh, stretch. And today equally we've had uh, occasion uh, to uh, tour tour uh, Lot 2 which is uh, from Kulamawe all the way to uh, Modogashe although, although we didn't get to Modogashe we went somewhere uh, between uh, uh, I think Garbatula and uh, and Eldera Uh, you had the uh, engineer Otwali say because is uh, uh, the one directly in charge of Lot 2,

one uh, being uh, the issue of uh, employment employment uh, of course uh, there are times uh, you know, uh, you know, sections of uh, the local population feel like uh, they've not, uh, you know, been given uh, you know, their fair share of, uh, of, of the numbers they they should get but uh, where that has been reported we've uh, very quickly moved in to uh, you know, get all the stakeholders on board and get uh, to arrive at uh, uh, you know uh, uh, you know some middle ground. I think the other challenge.